Mkuu wa wilaya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri ametoa kauli hiyo jijini Dodoma, mara baada ya kutembelea maonesho ya kutembelea maonesho ya wakandarasi wahandisi na wachimbaji madini yaliyoandaliwa na taasisi ya Mat Builders Contractor Global inayojihusisha na utengenezaji wa mitambo ya uchimbaji madini ukandarasi na elimu ya uhandisi kiteknolojia.

ni wakurugenzi na waandaaji wa maonesho hayo kutoka taasisi hiyo ya Mati Builders and Contractor Global Expo wanaeleza lengo na mikakati ikiwemo kuwasaidia wananchi kuinua sekta ya uwekezaji. Kuu ni kuwatengeneza wahandisi e, wenye tija katika migodi na ujenzi. Sekta ya ujenzi sasa hivi, tuseme, kwa Dodoma unajengeka kwa kasi kali sana. Tuna standard gauge railway, eh, na maeneo mengine yanayohitaji sekta ujenzi kuendeleza kielimu, na hiyo mipango itakuwa endelevu, iratibiwe na ofisi yako. Mwisho siku wawekezaji walioko hapa tupate nafasi pamoja na wao tuwekeze Dodoma. Dodoma iko salama. Moja ya wadau waliotembelea maonyesho hayo kujifunza ni Mkuu wa Mkoa wa Simiyu Anamringi Macha ambaye ametumia fursa hiyo kuwasihi wawekezaji kufika ndani ya mkoa wake kuwekeza kutokana na uwepo wa fursa mbalimbali. Mkoa wa Simiyu ni mkoa wa kilimo na kilimo kikubwa cha mpunga na kilimo cha pamba, tena tukijua kabisa kwamba mkoa wa Simiyu ndio unaolima pamba kwa una kiwango kikubwa zaidi kuliko mikoa mingine yote ya nchi hii. Kwa hiyo eh, kuna, kuna furahi kuona kwamba tukipata huduma hizi zitazidi kufanya eh, kufanya shughuli za kilimo ziweze kwenda vizuri zaidi. Lakini vilevile mkoa wa wa Simiyu wa licha ya pamba ambayo tuna viwanda vingi vya kuchakata pamba, tungetaka tuzidi kuongezea thamani hii eh, pamba yetu kutoka kwenye kuchakata mpaka kutengeneza nyuzi na hata wakati mwingine kutengeneza nguo kabisa. Lakini mkoa wa Simiyu una kilimo cha mpunga, kuna kilimo cha dengu na kilimo cha choroko na una kilimo cha mazao mengine mengi. Maonesho hayo ya wiki nzima yamewakutanisha wadau mbalimbali kutoka makampuni tofauti yanayojihusisha na dhana za kisasa za kilimo, mifugo na madini.